Ya, au ni michezo mitatu leo nategemea tukijali tuki, warozikifika tunaachia episode ya nne ya yani. nne yani. Kwa hiyo mchezo wenu huo mnaachia kila wiki ama kila siku? kila wiki, kila wiki kutoka eh. Yes, mwanzo kutuma mchezo wenu huko YouTube ni sapoti gani ambayo imeipata? Uh, sapori ni nzuri, nashukuru Mungu, ila kwa vile ni jambo digeni na kwa changamoto zipo, lakini nashukuru na Mungu kwa, kwa hapo hatua tulioanzia na hatujategemea mm, kama iko hivi. Kwa hivyo kuna changamoto mbili tatu naamini, tukizi tukiziweza hizo mambo yatakuwa mazuri. nachukua hatua gani ili kuhamasisha watu kwamba hey, bwana tuna filamu yetu YouTube, tunatuma mwangalie, msubscribe, mhivi na hivi? Uh, kwanza tunapitia ni marafiki, tunapitia kwa watu ambao yani, labda kila mmoja nampa kazi bwana, wewe ukikutana na rafiki zako ambao nao wape nini, tuko hivi tuko hivi, ushafahamu. Halafu pengine kwenye simu yako labda we, kwenye WhatsApp unatuma ile nini, unahitaji si kiz, kiz, kiz, eh, kizungu message. Ehe, ukituma ile mtu kwa, inamaanisha mtu moja kwa moja kukutafuta wapi, moja kwa moja katika sawa sawa so, katika uigizaji kuna changamoto pamoja na faida. Labda tukianza mm. na faida ambayo umeipata toka unaanza kuigiza ni faida gani? ah. mpaka sasa hivi ndio yani, kwanza kwenye kuigiza, kabla hujaigiza, kila mmoja anakuwa na, na malengo yake. Wengine mm. anahitaji pesa, wengine anahitaji hichi, anahitaji hichi, wengine anaenda kwa ajili ya starehe, ila kwa faida ambayo mie kubwa ninaipata ni umaarufu. Hapana eh, kitu nachokipenda mi kama umaarufu, yani naishi kwenye maisha yangu, umaarufu ni furaha kwangu. Yani mi nisiwe na mia mfukoni mm -hmm, lakini yule nikipita sehemu watu wananyesha video, wa kichululu mm -hmm. video ndo hilo la, la hajikani ndo yani, faida hiyo yaani ah, e mm. inamaanisha hiyo faida si ndogo. Yaani umaarufu una, una matawi yani, namaanisha umaarufu, nataka nikienda dukani anajiuliza naambia, mna sehemu nyingine kwa kwenye kwa hiyo, e, toka kwanza e, kuigiza usha ushakuwa unaipata hiyo huo umaarufu au ndo kwanza sana tu? Kwa nafika hapa pia maarufu na kama maarufu wangu mimi asante. Hongera sana. Umepiga hatua moja kubwa sana. Nashukuru. Sawa. Umezungumzia kwamba katika uigizaji watu wengi wanasema mm, hmm, ni Ni uhuni, kweli? Sasa unoa, una, watu wengine wanafikiria kwamba uigizaji ni uhuni, labda unaenda kujiza, unafanya uhuni unafanya utovu uh, uh, uh, wa nidhamu, hii ikoje kwa upande wako? Ninavyofahamu mimi bwana uhuni uko kwenye damu Eh, maana unaweza kusikia mtu ustazi lakini ukasikia kitangi. Unaweza kusikia mtu mwalimu lakini kwa yani, mimi, yani, kuna kuswali, haudini, haudini, lakini kwa mkorofi naisi mimi ukitaka kuswali hawaswali dini hawijui, lakini kakuta na imani nzuri, kwa shangaa imani yote. Ah, mie ipo kwenye damu huni, ipo kwenye damu yani, ukishifanya huni basi unaweza kufanya uhuni sehmu yote Yes, ila ukiendea okay, eh, kazi unafanya. Eh, ukiamua okay, bwana mimi nimeenda huko kwa ajili hii, basi unafanya. So, okay. Eh, tumezungumzia faida vipi kuhusiana na changamoto kwa upande wako? Ni changamoto gani eh, ambazo zinakukumba katika uigizaji wako wa yaani kabla ya sasa, changamoto kama changamoto, aaa, nyingi. Hmm. Nyingi sana, kistopenda nizieleze, labda nikupe kiufupi tu, changamoto inatukwaza kwa kupitia hapa Zanzibar labda sanaa yetu uko chini sana mm -hmm. Hilo changamoto la kwanza mm -hmm. La pili wa Zanzibari yani, tunadharau sana unafahamu. Unakuta mtu anajitumua anatoa jasho kwa ajili ya kitu fulani, alafu unakuta mtu, ah, kazi gani hizi? ah kazi kazi gani gani mm hizi -hmm. Utakuta yeye anakuambia bora bora nikatizame nikatizame wa, wa China wa Hindi mm -hmm. Wakati wa China bakatamewahindi wa Hindi ama mmoja kihindi pengine yenyewe hakifahamu, unafahamu kichina yenyewe hakifahamu lakini si ambaye natufahamu kwa sisi wenyewe yani, bwana, bwana fanya fanya bwana, bwana, okay. Wanafika wakati ushaanza kupata mwelekeo, mae alikuwa skuli ama kabisa pamoja zinaanza hizi ushafahamu hali yako alipokuwa ah

lakini uutauye huyo anaenda kila siku ea, anakutulia mchezo wa shilingi elfu mbili vipande vingapi, kuja kuangalia mchezo mbayo alembayo mwenyewe kumuuliza nani, unamfahamu hamfahamu. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi. Nakumbuka siku moja siwezi kukutajia nini gani ambayo tumeenda. Ehe, tulienda atumaki kwenda kule kutupeleka filamu yetu kazi yetu hiyo, bakari ndio ya Bakari tukakuta wakatupokea vizuri tu. Hey, vipi shida yetu, lakini agizaji kwa chini na shida na mambo yetu, lakini tushapangilia tukaita hiko hapo tena shimia, tunataka tutuonekane kwa dharau, tulijisikia vibaya kwa vile tunatafuta, tukasema wacha changamoto ziende mm. Hatima yake wakasema baada ya wiki ile kazi wataionesha mm. Siku ile ile siku ya pili yake nafikiri au siku ile ile yani, mwenzangu ambaye nilienda naye anaitwa Bakari ehe, akasema ah, nimepigwa simu kutoka ile kusema nilioenda, wanasema wananipigia simu huko wanacheka, wewe atumefurahi kazi yenu, kesho tunaionesha, tukajiuliza kwa nini wanaishi? Namaanisha baada ya kuondoka atakuwa na wana TV zao ambazo za pembeni wame wamerizika wame, wame. wame, wame, wame kwa hivyo kile alichokiona kwa sisi si na, na eh, kutegemea na ile kazi. Kwa hiyo si cho alicho kutegemea na ile kazi. Inamaanisha ile ni zarau kwamba bwana hawezi ah, kuwa wasanii lakini kitu alichokuta kwa ni cha tofauti. Kwa hivyo za kifupi Zanzibar kuna ile zarau kwamba hivi uh -huh. So, na hivi. Eh. Sasa wewe watu kama hao huona, ambia kitu gani? Yaani, m ushauri, kama mtu akusudia kuwa na dharau basi endelee kuwa na dharau la dharau yake, ila tusikae, muda mwingine, tusivunjane moyo, kwa sababu kila mtu na mwenyewe na ndoto zake. Ushafahamu wewe mpigia, hata kama ni dharau, mimi mwenyewe pia na ndoto zako. Kwa hivyo kama umeamua kunisupport bora mtu nisupport, lakini dharau si nzuri. Sawa. Umezungumzia wanakupata wakati kikutaka hawa wanakupata ni machui pamoja na YouTube kama vipi? Kwa upande wa namba za simu, namba za simu napatikana pia hivyo. Sisi kwenye kundi letu, kiongozi wetu katuwezesha ni kila mmoja akamfungulia mtandao wake, ani akitaka kwenye simu yake pia anapatikana, wanakupata mm, ee, mimi kwenye simu mitandao yote Insta, YouTube mm -hmm. Naendeleaba kwenye mtandao mimi mgeni kidogo. mm -hmm. Facebook, eh, TikTok. Na, eh, uh. natumia kichululu comedy kichululu comedy ndio. Okay, wakitaka ni hiyo, kundi zima. Kwa namba za simu, uh? hamuna namba za simu? ni lazima eh, so wafike, uh, la, machui ama wakinitaji kikundi, akinitaji mimi kama mimi, nyote nyote sisi wewe. kwenye nini yetu nadhani kila mmoja na namba za simu yeah. Alafu tunatumia jina kama ile film. Yes, namba za simu japo za kwako sifuri saba kumi arobaini na tatu arobaini na tatu arobaini na tano tena Sifuri saba kumi. Sifuri saba kumi. Arobaini na tatu. Arobaini na tatu. tatu. Arobaini na tatu. Arobaini na tano. Arobaini na tano. Yeah. Kwa kumalizia, kwa e, kitokea mtu anakuitaji, haka ukendu, uende kaigize katika mchezo wake, ni hiyo kwa upande wenu wa kwa kundi lenu. Huwa mna kubali icho kitu ni msanii atoke katika kundi hili ndi kwa kundi chingine au hakuna ilo. Sisi tuko huru kikundi chetu wani unavotaka, Mm -hmm, sisi tunataka, ila kuna utaratibu fulani lazima upitie. Mm -hmm, uje ueleze shida yako, eh, nataka hiti na hiti. Je, sisi unafaidika kitu gani kama ni kikundi? Mm -hmm. Eh, then hapo ikubaliana, basi unachukua watu wote, uneza ukachuka kikundi kizima, usimbakisha hata mtu. Okay, sawa. Asante sana kwa, asante kwa, hongera sana kwa pia. Hatua hii ni hatua moja kubwa sana. Ah, hongereni sana ah, ina, na mtazamaji wa Azan Time, ho, ho, nadhani tumesikia mengi kutoka kwa Kichululu pia ni Haji Haji Haji Khan, hilo hayo ni majina yake ambayo ana, anatumia katika uigizaji wake, lakini Kichululu ni kama umaarufu ukimhitaji uh, yeye uh, unafika pale Machui, hata icho kikundi chao Thirigate Ukifika Machui pale unaweza ukapata information zote kuhusiana na kundi hili, lakini pia wamea support kutoka kwenu, mwasapoti kwa sababu bado ni wachanga japo wanajulikana, lakini ni wachanga, wanahitaji support kutoka kwenu, mwasapoti ili na wao wawe wasanii wakubwa kama walivyo wasanii wengine. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ulikuwa nami mtangazaji wako wa Dahamit, asante hadi wakati mwingine, kwaheri.